Ahadi hiyo imetolewa wakati wanafunzi hao walipotembelewa na kamati ya EWURA CCC mkoa wa Mbeya kwa lengo la kujua maendeleo ya klabu hiyo pamoja na namna wanavyotekeleza elimu waliyopatiwa. Tulijifunza kwamba nishati safi na salama ni nishati ya umeme na na umeme na gesi. Nilivyorudi nyumbani, nikamwambea bibi kwamba hii kuni itabidi tuache kutumia na tuendelee kutumia gesi, kwa sababu kuni ina madhara mbalimbali pata nafasi ya kuingia EWURA sisi, nilienda kumwelimisha mama kwamba mtungi wa gesi ule ambao unatumia umeme kiberiti chake kikikaa sana inaweza kusababisha gesi kuvuja, wakaniambia sawa watatekeleza. Na, na sisi tulikuwa na kiberiti ambacho kilikaa zaidi ya miaka mitatu kilikuwa ndani mama kanishukuru sana. Aidha, wanafunzi hao wameishauri jamii kutambua haki na wajibu wa watumiaji wa huduma za nishati na maji, ikiwa ni pamoja na kulinda miundombinu ya huduma hizo ili ziwe endelevu. Kimoja mojawapo inasema mtumiaji anatakiwa apewe elimu na ushauri kuhusu matumizi ya hiyo nishati na maji, tunajua sana kwa mfano mtu asipopewa elimu anaweza akafanya akatumia vibaya, kwa kwa hiyo anatakiwa EWURA au mtu au kikundi chochote kimpe elimu juu ya matumizi hayo kwa kwa ile nishati ambayo anaitumia. Pia wajibu mwingine wa mtumiaji ni ku, kulinda miundombinu, mfano kama mtu alikuwa anatumia hizo hizo vitu miundombinu vibaya ya maji, umeme gesi na mafuta. Kwa upande wake, afisa huduma kwa wateja kutoka EWURA Mkoa wa Mbeya, Bi. Mwasiti Athuman, ametoa wito kwa wananchi kuwasilisha malalamiko yao kupitia EWURA CCC pindi wanapokutana na changamoto kutoka kwa watoa huduma. Nitoe rai hii kwa wateja wote uh, watu, watumiaji wa huduma za umeme, maji, gesi uh, pamoja na uh, mafuta ya vyombo vya moto. Uh, tusishie kunung'unika majumbani. Sisi tunasema kuna kulalamika na kunung'unika. Ukiongea nyumbani tu barazani, akaishia pale kule, ni kunung'unika, lakini unapochukua hatua stahiki a, katika kuhakikisha unapata haki yako, kule ndo kulalamika, kuwasilisha lile lalamiko, inaweza ikawa njia ya kumfanya mtu wa huduma ajiboreshe zaidi, au atambue kuna changamoto gani inamkumba mteja wake na aweze kulitatua. Kwa hiyo sote sasa e, tuungane sisi EWURA CCC e, tunasema huduma bora ni haki yako kwa hiyo au haki yako huduma bora. EWURA CCC ni Baraza la Ushauri kwa Watumiaji wa Huduma zinazodhibitiwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA lililoanzishwa chini ya kifungu namba 30 cha Sheria ya Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji ya mwaka 2001 sura ya 414. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samwel Mpogole.